Jana jana umekuja hapa na mwanamke na umenitambulisha kwamba <coughs> ni girlfriend wako si ndio? Yeah. Sasa mimi ni rafiki yako au sio rafiki yako? Wewe rafiki yangu, rafiki yako. Kwa hiyo mimi ni boyfriend wako. Unasemaje hapo? Ah, ki, ki, ah, ah, mimi ni boyfriend wako, we unasemaje hapo? Ah, unakubali au unakataa? Ah, hapana. Yeah, eh, ni mshikaji wangu, sio boyfriend. Hey. <coughs> Ni, ni, it's my girlfriend. Sasa leo unakuja kusema hata na wewe ni boyfriend wangu. Ah, Tukubaliane. Yule ni rafiki yako wa kike, sio rafiki yako. Ah. Yule ni mwanamke wangu. Ndiyo, sio nani? wa yaani, yaani nani? eh. Wa vipi? eh? Kwa hiyo mimi ni rafiki yako, sio rafiki yako wa kiume, lakini sio. Lakini sasa tafsiri yake ni nini? Hapana, yani, boyfriend ni ni mtu ambaye ni mchumba na girlfriend ni pia ni ayu, ha, eh. Hiyo umetoa wapi? Sikiza, hiyo hujaitoa popote. Mimi ni boyfriend wako kama ilivyokuwa ule mwingine girlfriend wako, yaani rafiki wa kiume rafiki wa kike, ukubali ukatai, ila mimi ni boyfriend wako, yaani ndio ilipo hivyo. Girlfriend ni nini? Sasa hey? So, so, mimi unakataje kuwa rafiki wako wa kiume? mimi ni boyfriend wako. basi bwana, kwanzia wewe, mimi ni boyfriend wako Amna. yule ni girlfriend ah, yes, wako. Ya, imeisha imeisha hiyo, tuangalie es amioo nakwambiaje, imeisha. mimi ni boyfriend Mi wako Am Jana jana umekuja hapa na mwanamke na umenitambulisha kwamba <coughs> ni girlfriend wako si ndio? sasa mimi ni rafiki yako au sio rafiki yako mm -hmm. kwa hiyo mimi ni boyfriend wako unasemaje, ha, ki, ki, ha, ha, mimi ni boyfriend wako wewe unasemaje hapo? unakubali au unakataa? hapana. wewe ni mshikaji wangu sio boyfriend. Sasa mshige jwa vipi? Wewe, sasa mwanangu, yani ukutambulisha girlfriend jana. Na kwambia ni it's my girlfriend. Sasa leo nakuja kusema hata na wewe ni boyfriend wangu. Tukubaliane. Tukubaliane. Yule ni rafiki yako wa kike, sio rafiki yako. Ah, Yule ni girlfriend wangu. Ndiyo, sio rafiki, nani? Wa yaani nani? Yule? Eh. Ni mwanamke wangu. Wa vipi, eh? Sio wa kike. Kwa hiyo mimi ni rafiki yako, sio rafiki yako. Rafiki yako wa kiume, sio rafiki yako wa kiume. Lakini sasa tafsiri yake ni nini?